Bilioni 30 kwa ajili ya majimbo mia moja na ishirini awamu ya kwanza, kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya kwa kwanza shilingi milioni mia mbili na hamsini, na mpaka leo karibu majimbo yote mia uh, moja na ishirini amekusha pelekewa milioni mia mbili na hamsini. Na baada ya hapa nitafuatilia kuona uh, kituo cha afya cha Songa Mbele katika jimbo la kerwa kama kipo. Awamu ya pili, basi fedha zitapelekwa awamu ya pili. Uh, katika kijiji cha Simike kata ya Rufingo wilaya ya Lungwe wananchi wameweza kujitahidi kujenga zahanati. Ni lini serikali mtatuongezea nguvu ili kuweza kumaliza na kiweze kuanza kufanya kazi? Mheshimiwa naibu waziri majibu. Mheshimiwa Spika, wiki iliyopita serikali imepeleka fedha katika maboma wastani matatu kila jimbo na kila halmashauri kwa ajili ya umaliziaji wa maboma ya zahanati. Kwa hivyo naomba nitumie nafasi hii nikuwaikishie Mheshimiwa mbunge kwamba tutakwenda kuona kama boma hilo limepelekewa fedha na kama lijapelekewa fedha, ni kuhakikishe tu wewe na wananchi wa jimbo la Rungwe kwamba serikali hii itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya kwenda kukamilisha maboma hayo ya zaanati. Mheshimiwa Bona Ladislaus Kamoli, mbunge wa Segerea. Mheshimiwa wa Segerea anataka kufahamu lini serikali itazielekeza halmashauri kutenga asilimia sitini ya mapato ya ndani kuboresha miundombinu ya barabara za ndani ndani. Majibu. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua umuhimu wa barabara katika kuleta maendeleo na kupunguza kero kwa wananchi. Mheshimiwa Spika, mamlaka za serikali za mitaa zinaendeshwa kwa mujibu wa sheria za serikali za mitaa sura mia mbili themanini na saba mamlaka za wilaya na sura 288 na mamlaka za miji. Sheria hizo zimetoa mamlaka kwa halmashauri kupanga vipaumbele vyake na matumizi ya fedha katika halmashauri husika. Mheshimiwa Spika, serikali imekuwa ikitoa miongozo kunapokuwa na uhitaji wa wa kufanya hivyo, ambapo kwa sasa utengaji wa fedha kwa ajili ya uboreshaji wa barabara za ndani ni asilimia kumi ya fedha zilizotengwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo kwa mashauri zinazochangia asilimia sabini kwenye miradi ya maendeleo zikiwemo halmashauri za mkoa wa Dar es Salaam. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kuzijengea uwezo mamlaka za serikali za mitaa ili ziweze kubuni na kuongeza vyanzo vya mapato na kuweza kukusanya na kutenga fedha kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali mbali ya maendeleo ikiwemo miundombinu ya barabara. Mheshimiwa Mariam Kisangi, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika, pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Naibu Waziri ninayo maswali ya nyongeza. Kwa kuwa serikali inaonyesha wazi kwamba imetenga asilimia kumi kwa ajili ya utengenezaji wa barabara, lakini katika mkoa wa Dar es Salaam hususani katika jimbo la Segerea